Yesu nina omba unipoke, nitakaporudi nyumbani kwako. Yesu nina omba unipoke, nitakaporudi nyumbani kwako. Yesu, ninaomba unipokee nitakaporudi nyumbani kwako. Yesu, ninaomba unipokee nitakaporudi nyumbani kwako. Unifundishi nisiyo ya jua yatakayoweza ukanikataha. Siku inakuja utakaponiitaha, siku itapofika nisije kujuta kuja duniani ni wewe ulipenda, nikutumikie, niangaze nuru. Yesu ninaomba, unipoke, ninaomba unipokee nitakaporudi nyumbani kwako. Yesu ninaomba, unipoke nitakaporudi nyumba nikwako. Yesu ninaomba, unipoke nitakaporudi nyumba nikwako.

Nikiwa langoni, geti ni kwako, kwa ruhusa yako niweze ingia. Nikiwa langoni, kitabu ni kwako, miongoni mwao jina lango liwepo. Bwana, unisafi hapa duniani, hata kwa machozi, nisije kushindwa kuingia langoni. Bwana, natamani nitakaporudi nyumbani kwako

Yesu, ninaomba unipokee nitakaporudi nyumbani kwako. Yesu, ninaomba unipokee nitakaporudi nyumbani kwako.

Yesu, ninaomba unipokee nitakaporudi nyumbani kwako. Yesu, ninaomba unipokee nitakaporudi